Lakini sambamba na huyo yupo jirani yake, unamshuhudia nafsi inalia, lakini moyo unafurahi. Dua zinaombwa kama ambavyo unashuhudia, jamaa anampepea, anaambia usinipepee, nishike mikono, ina moto hii, mikono hii ya moto nishike, joto limezidi kuwa kali. Dada huyu unamwona, ishara yake inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo ana maumivu ya furaha, akiamini kwamba dakika chache zilizosalia na sekunde chache zilizosalia zitaipeleka hatua ya fainali Simba Sports, akiwa pale katika dimba la Moses Mabida nchini Afrika Kusini tumewapata wawili, mmoja analia mwingine anaabudu na kusifu kama ambavyo unamwona, mmoja analia mwingine anasifu na kuabudu, sio kifani kama ambavyo mba, lakini yupo mmoja ambaye amezimia. Pengine nilikuonyesha awali, shabiki huyu namna ambavyo alikuwa anaonekana kutokuwa na hali nzuri, pengine furaha kumzidi, kulingana na Simba Sports walichokuwa wakifanya wakati mechi inaendelea, hatimaye ame mechi imeisha, na hali yake imezidi kuwa tofauti na anatafutiwa sehemu nzuri walau yenye hewa zaidi, kama ambavyo namshuhudia kulingana na kile ambacho anatafutiwa. Sehemu yenye hewa zaidi walau wapate hewa kwa kile ambacho kimetokea, nikuonyesha wakati anashangilia, ilibidi muda ambao, ambao, ambao.